Mwanamke unaishi na mwanaume ndani, mume wako, umeolewa upo kwenye ndoa, unaishi na mwanaume, mambo yafuatayo yazingatie sana, especially wanawake ambao mnaishi kwenye nyumba za kupanga. Najua kuna wanaume wanakuaga na tabia za hivi, lakini ni asilimia 0.0001 wanawake sisi, asilimia 99.9999 ndio tunayafanya haya. Kwa hiyo naomba ni uwajuze kwamba yafuatayo siyo mambo ya kuyafanya ukiwa kwenye ndoa na ukiwa kwenye ndoa ukiwa kwenye, kwenye nyumba za kupanga. Moja, mpangaji mwenzio wa nyumba ya pili siyo shoga yako, siyo rafiki yako, na usije kujaribu kutengeneza urafiki na mpangaji mwenzio. Kosa la jinai mwanamke kuanza kutengeneza urafiki na wapangaji wa kike jambo namba mbili, ukiwa umeolewa kwenye nyumba za kupanga usijaribu kuwa Bikira Maria na kujaribu kusaidia kila mpangaji ambaye umepanga naye kwa sababu tu ana matatizo. Ingekuwa hujapanga kwenye hiyo nyumba, matatizo yake angemsaidia. Exactly. Wewe kama mwanamke, kwa sababu wewe sio provider wa familia, usijaribu kugawa kitu ameprovide wa mume wako kwa watu wengine, kwa sababu unajiona we ni Bikira Maria. Madhara yake ni yapi? Unavyotengeneza urafiki na mpangaji mwenzio, ina maana mkisha kuwa marafiki, wanawake sisi ni watu wa kupiga sana umbea. Utaanza kufunguka mambo yako ya siri ya ndoa, unajua mume wangu amenunulia chupi za zenye tatu. Mwenzio analichukua unakuta yupo kwenye ndoa yake inawaka moto, ndoa yake ya moto chungu, mume wake haachi chochote nyumbani. Kesho shoga yangu, unajua mume wangu ananunulia nyama kilo mbili. Mwenzio toka jana hajala mume, wewe yupo ndani na hajala Mpangaji mwenzio huyo, umejifanya unataka urafiki na mpangaji mwenzio, kesho shoga yangu, mimi bla bla bla, unamsemia kitu shoga yangu, mimi na mume wangu tumenunua kiwanja, shoga yangu, mimi na mume wangu tumefanya kila kitu, kwa sababu unaamini kwamba jirani yako ni shoga yako, mpangaji mwenzio ni shoga yako, unamsemia kila kitu kwa mpangaji huyo mwenzio. Kwenye ndoa yake kuna ugulia anaona, baadaye okay fine, mimi na mume wangu ni mshenzi mzandiki, lakini kuna jirani yangu ana mume kabisa, hapa ananunua viwanja, ananunua nyama kilo mbili, ananunulia ndoo yake dazeni saba. Anakuja kumtega mumeo, anamnyakua, mnakuja. Nimeshapokea kesi nyingi za design hiyo. Ameniibia mume wangu, nilikuwa namchukulia kama rafiki yangu, nilikuwa namsaidia sana, tukao tumepanga wote, nikaona anateseka, kuna muda mda aanje anampa chakula, lakini ndo ee, ndo amekuja kuniibia mume wangu. Alikuwa rafiki yangu sana, nilimchukulia kama mdogo wangu, nilimchukulia kama dada yangu. Dada yako wichi, dada yako wichi. Unatengeneza marafiki kwa wapangaji. Haya, umeshaamua sasa unatengeneza marafiki kwa wapangaji. Umepanga nyumba ngapi? Utatengeneza marafiki kila sehemu unaenda. Ukipanga Kigamboni una rafiki, ukipanga Chanika umehamia una rafiki, ukienda sio Goba una rafiki mwingine. Ndugu yangu, unataka marafiki wangapi? the more you make marafiki, ndo hivyo hivyo unapotengeneza maadui, kwa sababu umeshamsimulia huyu mambo yako na mume wako. Ipo siku utakuja kulopoka jambo ambalo halitakiwi, utakulopokeka. Lakini si unajifanya yule mtu ni shoga yako? Ataenda kukutangaza, utengeneza maadui. Ataiba mume wako, utengeneza maadui. Kwa nini Ulitaka kutengeneza marafiki kwa wapangaji? Mpangaji mwenzio siyo rafiki yako. Mwenye nyumba yako siyo rafiki yako. Watoto wa mwenye nyumba yako sio marafiki zako. Kuwe na mipaka kati ya mpangaji mwenzangu, jirani yangu na rafiki yangu. Mpangaji mwenzio na jirani yako sio marafiki zako. Hao ni majirani mnaosaidiana mambo ya kijirani, sio ya kindugu wala ya kirafiki. Usimfanye jirani yako mpangaji mwenzio awe rafiki yako, haitawezekana. Usijifanye Bikira Maria, ya wewe sio Yesu wala Mungu. Hauwezi kuprovide kwa kila mtu hapa duniani. Sio kazi yako kuprovide kwa ajili ya dunia, ni kazi ya Mungu na kuprovide kwa ajili ya familia ni kazi ya mwanaume. Kwa wewe, hautakiwi kujifanya Bikira Maria na kujaribu kusaidia dunia nzima. Kila mpangaji mwenye matatizo unataka kumsaidia. Ndoa yake ya moto, wewe ndo unamjua sana. Amelala njaa kwake, unampa chakula sio kafanyaje, na mjua kabisa na mume ndani, kwa sababu wewe ni Bikira Maria. Umejaribu ipo siku, kwa sababu ameona ndoa yake haifai, mume wake hana maana, atakuja kwa mume wako. Kama unanisaidia kupitia pesa za mume wako, kwa nini nisiache kupitia kona kona, nije kwa mume wako direct? Narudia tena Mpangaji mwenzio sio rafiki yako, mfanyakazi mwenzio sio rafiki yako, bosi wako sio rafiki yako, mwenye nyumba wako sio rafiki yako. Hao watu wote hawawezi kuwa marafiki zako, na usije kujaribu kutengeneza marafiki kutoka kwa hao watu. Mpangaji mwenzio, bosi wako, mfanyakazi mwenzio sio nini mwenzio, mm Jua kuweka mipaka kati ya kuwa mpangaji na jirani na kuwa rafiki. Usipoweka mipaka, mipaka itakuweka wewe mbali na mume wako, hata kama haujaolewa, yani hata kama haujaolewa au hata kama wewe ni mwanaume, mwanamke, usitengeneze marafiki kwenye hayo mazingira. Mpangaji mwenzio, mfanya kazi mwenzio, mwenzi wako mwenye nyumba wako, hawawezi kuwa marafiki zako, haitakuja kutokea. Ipo siku tulio kikurambe kikurambe, mbaya sana. Utatengeneza ma mazoea na mwenye nyumba, naomba unga nikopeshe elfu ishirini. Nani mtu anakutoa kwenye malengo yake, kwa sababu unajifanya wewe unatengeneza mazoea na kila kitakuramba vibaya mno.